Taib, ndugu zangu, tunaendelea tena na mfululizo wa darasa zetu. Tulikuwa ndani ya darasa ya kwanza na kuyaangalia malengo ya darasa. Baada ya kulikariri darasa la kwanza kwa kuwasomea na kusikia malengo yake, sasa tuangalie maana za darasa hii ambayo tumeichukua. Alisema hadha, maana yake tumesema hiki au huyu au hili au inategemea na kile kinachoashiriwa, kama tulivyozungumza kwamba kuna ismu ishara, kuna almushiru na kuna almusharu ilaihi. Jina la kuashiria lenyewe, lakini pia kuna yule anayeashiria, lakini kuna kile kinachoashiriwa. Anasema hadha baitun, hii baitu hapa ndio musharu ile ndio chenye kuashiriwa. Aina small ishara ipo wapi? small ishara hadha ambayo imejengiwa kwa sukuni. Hadha sio hadha, ha dha dha, kuna sukuni hapo, inaitwa sukuni dha dha Koyo, mabniyun. Kwa hiyo wanasema kwamba ni mabniyun, limejengwa jengo hili ala sukuni, juu ya kusimamia kwa sukuni. Hadha baitun, hii ni nyumba. Hadha masjidun, huu ni msikiti. Aina almusharu ilaihi masjidun, wa aina smu lishara hadha, wa aina harfu tanbihi ha, aina smu lishara dha, aina almusharu ilaihi masjidun huu ni msikiti. hadha babun, huu mlango. hadha babun, huu ni mlango. hadha babun, huu ni mlango. aina harfu tanbih, ipo wapi? herufi ya kuzindua hapa, aha. Aina aina ismu ishara, ipo wapi? ismu ishara dha. Aina musharun ilaihi, ipo wapi? mwenye kuashiriwa, chenye kuashiriwa babun. Kwa hiyo yodhaa ndio isimu ishara yote, naweza ikaitwa hadha ikaitwa yote, ni isimu ishara pia si vibaya, lakini nataka nikufafanulie na kukunyambulia neno baada ya neno. Hadha kitabun, hiki ni kitabu. Hadha qalamun, hii ni kalamu. Hadha miftahun, hii ni funguo.

Hadha maktabun, hili ni deski dawati. Hadha sarirun, hiki ni kitanda. Hadha kursiyun, hiki ni kiti. Hadha maktabun, hili ni dawati. Hadha sarirun, hiki ni kitanda. Hadha kursiyun, hiki ni kiti. Hadha maktabun, hili ni dawati. Hadha sarirun, hiki ni kitanda. Hadha kursiyun, hiki ni kiti. Zingatia vizuri maneno ili usijipate tabu kwenye mazoezi yatakayokuja. Ma hadha hapa unaonyesha namna ya kutunga sentensi kidogo kidogo. Maa hadha imechukuliwa ma ya kuulizia na ikachukuliwa na ile ismu ishara. Ma hadha nini hiki? Ma hadha nini hiki? Hadha baitun, hadha baitun. Hii ni nyumba. Ahadha baitun? Je, hii ni nyumba? Naam, ndiyo. Hadha baitun, hii ni nyumba. Ma hadha, nini hiki? Hadha qamisun hii ni kanzu au hii ni shati. Ahadha sarirun? Je, hiki ni kitanda? La, hapana. Hadha kursiyun, hiki ni kiti. Ahadha miftahun? Je, hii nyifunguo? La, hapana. Hadha kalamun, hii ni kalamu. Ma hadha? Nini hiki? Hadha najmun, hii ni nyota lakini la unaweza ukashangaa uka, uka, uka, uka, uka, uka, mbona tumesema hadha ni ismu ishara lilqaribi almudhakkar, jina la kuashiria kilichokuwa karibu ambacho kina sifa ya kiume. na, na, na, na, na, ni ni na hapa ni picha ya nyota Hadha najimuni, hii ni nyota. Ma hadha, sentesitakiwa uzirudie rudie, usichoke mpaka ulimi ume ma hadha hadha baitun

kuuliza kwa ahadha na kuuliza kwa mahadha na majibu yake namna yanavyokuwa unapoulizwa kwa hamza ahadha baitun lazima u, uji, ujibu kwa naam au kwa la. Muda wako umeanza. Kuuliza kwa hamza ahadha baitun, basi utajibu kwa naam au kwa la, kwa kukubali au kwa kukanusha. Ukikubali unaanza na naam alafu unaita sentensi yako. Ukikanusha unasema la alafu unaita sentensi yako. Au ukiulizwa kwa ma basi hute, uh, hutaleta naam wala hutaleta la. Takiwa moja kwa moja ulete kile ulichoulizwa. Ma hadha nini? Hiki sio naam, hadha baitun a a, au la, hadha baitun. Hapana, ma hadha, sema tu hadha baitun. Anataka uhakika zaidi, anakuuliza ah, hadha baitun, naam, hadha baitun. Hapa tayari umeshazingatia malengo yetu ya darsa katika darasa ya kwanza sehemu ya kwanza malengo yetu ya darsa katika darasa ya kwanza sehemu ya kwanza, hadha huwa darsul awwal. Lakini zingatia ha ni kitu gani na dha ni kitu gani? Hapo ilipo ni harfu tanbihi na dha ni ismu isharatin lilqaribi almudhakkari. Na kuna harfu tanbihi, kuna ismu ishara, kuna almushiru na almusharu ilayhi. Nikisema hadha baitun, aina almusharu ilayhi? Baitun.